Vipi kama nikuambie kwamba wema wako, upole wako na moyo wako wa kujitolea ndivyo vimekufanya upuuzwe, kudharauliwa na kutopewa thamani? Tumelelewa tukiambiwa kwamba wema, uaminifu na kujitolea vitatuletea heshima na upendo, lakini sivyo. Upande wa giza wa kuwa mwanaume mwema ni mkali sana. Kwanza, watu watakuvunja moyo Mwanaume mwema hupigana na kujitolea ili wengine waishi maisha bora wakati yeye mwenyewe anateseka kimya kimya. Na ukweli wa kusikitisha, mara nyingi hakuna anayemshukuru binadamu. Mara chache huwa hawathamini kile kinachokuja bure. Kwa hiyo kama wewe ni mwanaume mwema, acha kuwekeza kupita kiasi katika maisha ya watu wengine. Saidia ndio, lakini pale tu panapokuwa na uwiano vinginevyo, utajitolea hadi ton la mwisho kwa watu ambao hawatajali hata ukipotea. Acha kujitolea kupita kiasi, linda nguvu zako. Kwa mbili, watu watakutumia vibaya. Mwanaume mwema ni mzuri sana kutumika. Rafiki wanamtumia, wanawake wanamtumia, na kila mahali aendapo watu wanachukua tu sehemu mbaya zaidi. Yeye hutoa huku akitabasamu ingawa moyoni anateketea. Mwanaume, jifunze kusema hapana. Tatu, ni chaguo la mwisho la vicheche. Tuwe wa kweli, wanawake wengi hutumia ujana wao na mabad boys na wanapomaliza starehe wanamgeukia nani? Mwanaume mwema yeye hufumba macho kwa yaliyopita akidhani hayamwelezei kwa kesho yake. Wakati mwingine ni kweli anabadilika, lakini mara nyingine mwanaume huyo huwa tu chaguo la akiba, chaguo la kustaafu baada ya maisha ya misuko. Na huo ni ukweli unauma. Usiwe chaguo lake la mwisho. Nne. Watu watakudharau Mwanaume mwema hukimbia migogoro kwa gharama yoyote, anaogopa migongano. Lakini tatizo ni hili: unaposhindwa kujisimamia, watu hudhani huna hisia, wanakuona huna maana, kana kwamba upo lakini haupo. Mwanaume, kumbuka kuwa heshima inaanza na mipaka. Tano. Wanawake hawamtamani mwanaume mwema Nice guy. Hii ndiyo sehemu inayouma zaidi. Wanawake hawamuonei hamu mwanaume mwema sana. Wanamweka kwenye zoni ya urafiki, wanamtumia na kumhifadhi kwa baadaye. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni salama kupita kiasi. Mpole kupita kiasi. Anaogopa kuongoza. Na hivyo basi mwanaume mwema huwa mpango wa pili, kamwe sio chaguo la kwanza hakikisha wewe sio mpango wake wa pili. sita. Huishia kuishi maisha ya kawaida sana. Mwanaume mwema huomba mara chache kile anachotaka. Anaogopa kuhukumiwa, anaogopa kukataliwa, na hivyo basi anakubali maisha ya chini sana ya uwezo wake, maisha salama, maisha ya kawaida. Lakini kumbuka, faraja huua ndoto. Saba. Kifo cha uhalisia. Mwanaume mwema huzika nafsi yake halisi ili kuwapendeza wengine, huficha maoni yake, huua ujasiri wake, huvaa kinyago ili akubalike, lakini mwisho wa siku anakuwa bandia, mgeni wa nafsi yake mwenyewe. Mwanaume unatakiwa kuwa halisi, hata kama inawaudhi wengine. Maisha si ya haki Kadiri utakavyokubali hili mapema, ndivyo itakuwa bora kwako. Kuwa mwanaume mwema haina maana uwe dhaifu. Dunia haithamini udhaifu, inaheshimu nguvu, mipaka na uhalisia. Kwa hiyo jiulize, kweli wewe ni mwanaume mwema au ni mwanaume ambaye watu wanamkanyaga tu? Kuwa mwema lakini usiwe dhaifu. Ujumbe ukikugusa moyo wako, bonyeza like, share na subscribe. Dunia inahitaji wanaume wanaoamka.